Wakenya kote nchini wanazidi kugeukia upanzi wa miti, nishati safi na matumizi endelevu ya ardhi kama njia mpya ya kuvuna mapato kutoka soko la kimataifa la kaboni, fursa ya mabilioni ya shilingi inayounganisha hatua za kimazingira za kitaifa na wanunuzi wa kimataifa wanaojaribu kufidia uchafuzi wao. Dunia ikikimbilia kupunguza gesi za uchafuzi, biashara ya kaboni, ambayo kimsingi ni vyeti vya kubadilishana kwa kupunguza au kuondoa tani moja ya hewa chafu ya carbon dioxide au sawa na hiyo imekuwa bidhaa ya thamani. Uh, the, the projects can be started at different levels. Um, it can be through community projects. It can be through individual projects. That is even on your farm. It can be even on government-owned land. Dr. Jesper Omwenga, afisa wa NEMA, anasema serikali imetunga sera za kusaidia wakenya wa kawaida kufikia soko hili, ikiwa ni kupitia upandaji miti, kutumia nishati mbadala kama ya jua, au kuwekeza katika teknolojia safi ya kupika. The procedure of uh, starting a carbon project is spelt out uh in the carbon market regulations of two, 2024 on what a, a, a developer should put in place to ensure that uh, uh this project qualifies uh to be a carbon project. Lakini biashara hii inafanywa vipi? Kwa kila tani ya kaboni inayosafishwa, mfano kupitia upandaji miti au usanidi wa biogesi Mradi unapata cheti cha kaboni. Wanunuzi wa kimataifa mara nyingi, kampuni kubwa kama za ndege, magari au teknolojia, wananunua vyeti hivi kufidia uchafuzi wao, wakilipa takriban shilingi elfu tatu au zaidi kwa kila tani, kutegemea aina ya mradi. Uh, from the atmosphere by these trees. We say the amount of carbon dioxide which has been sequestered by these trees. So if these are measured and then they are converted into carbon credit, one carbon credit is equivalent to one ton of CO2. Kulingana na kituo cha ubunifu wa tabianchi ya Kenya kufikia mwaka 2024, Kenya ilizalisha zaidi ya tani milioni 20 na vyeti vya kaboni na kuleta zaidi ya shilingi bilioni 60 kwa jamii na biashara za kitaifa. Miradi inayotofautiana kuanzia urejeshaji wa misitu wa Mau, kufufua kilimo cha mikoko Lamu, hadi mpango wa meko safi kwa nyumba za vijijini. The

Uh, uh, at at the moment... lakini safari hii haikosi changamoto. Wataalam wanasema kuwa kuna changamoto ya kupata vyeti, ukosefu wa ufahamu miongoni mwa wakulima wadogo, na kuna umuhimu wa fedha hizo kugawanywa kwa njia ya haki ili kuhakikisha jamii za mashinani zinanufaika. Uh, has committed himself to produce, to generate the carbon credits. Um, there are some which generate up to 20 years uh, or even beyond. So that means each year after verification that indeed you produced this amount of uh, carbon credits and it met the requirements uh, then you can continue offering the carbon credits to the market every year. Serikali pamoja na asasi za kiraia na washirika binafsi sasa wanatoa mafunzo kusaidia Wakenya kuelewa jinsi ya kufuatilia, kukagua na kuuza vyeti vya kaboni ikiwemo kutumia mitandao ya simu kufuatilia miradi na kuwasiliana na wanunuzi duniani who is the designated national authority for carbon markets, so farmers can go there and then they get uh, um more advice on how they can start the carbon projects. Kadri mgogoro wa tabia nchi unavyozidi kuongezeka, rasilimali asilia za Kenya, misitu maji, mashamba na hata paa za nyumba zilizo nasola zinaweza kuwa na umuhimu na manufaa makubwa katika juhudi za dunia za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi so, So as we are doing this project then the additional benefit we get is the carbon credits which can be sold uh, and then uh, to whoever is interested, uh, then, uh, it fetches, uh, returns, uh, and then mostly we see financial returns uh, that also accompany these, uh, projects. kutoka kwa mkulima wa kijijini anayepanda miti hadi nyumba ya mjini inayobadilika na kutumia nishati ya sola vyeti vya kaboni ni njia ambayo jitihada za uhifadhi wa mazingira zinaenda sambamba na ukuzaji wa uchumi. Swali sasa ni je, tupo tayari kukumbatia kwa ukamilifu uwezo wa kijani wa Kenya? David Kagina, sauti ya mazingira <mulia>